Tumepambazuka tena mtazamaji, asubuhi nzuri ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia. Jamani, leo ni tarehe 12 ya mwezi wa 3 2025, Jumatano katika wiki hii hapa ya mwezi wa tatu. Sasa, leo katika magazeti mengi ambayo ameandikwa, mimi nitakusomea machache huko na mpendo Goton, lakini studio zetu zinapatikana hapa Njiro, Arusha, Tanzania, ikiwa leo ni siku ya pili katika kambi ya matibabu ambayo inafanyika katika hospitali ya Manispaa ya Kahama, tunaamini watu wengi sana watazidi kuongezeka paka ifikapo tarehe 14, lakini pia sikia taarifa hii, bado hujachelewa. Mwambie na mwingine aweze kufika ili aweze kupata huduma ya upasuaji wa mdomo wazi. Mengi yaliyoandikwa katika magazeti ya asubuhi ya, ya leo. Gazeti la Raia Mwema hapa anasema TRA kwa moto, TRA kwa moto. Vigogo wanaodaiwa kushirikiana na matapeli wasakwa ambapo taarifa hii tumeona hapo jana, takriban watu kumi na tatu wamekwa wako mbaroni kwa tuhuma za kutapeli watu kwa kutuma ujumbe tuma kwenye namba hii, alafu pia wengine wanajifanya kama wao ni viongozi wa Freemason, lakini simulizi za Eid za Azan zaokoa wafanyabiashara wengi. Kamishna wa mamlaka mwenda afunguka mambo mazito, habari hii unapata katika ukurasa na mbili katika gazeti la Raia Mwema. ACT Wazalendo yaweka mgomo, habari hii unapata katika ukurasa na mbili. Mgomo wa namna gani? Basi nunua gazeti lako kisha usome kile ambacho kimeandikwa. Samia awashia taa za kijani, wagombea ni watumishi wa umma watangaza nia. Ampiga mkwara waziri mchengero, akiamtaka waziri mchengero asimamie ambako chini yake lasivu atadili na naye pia. habari ukurasa namba habari unapata jeraka ukurasa namba tatu. CCM sasa yashusha nyundo viti maalum uyapata. Tunaona bari picture Daktari Nchimbi yuko hapa katika gazeti hili la Raia Mwema. Gazeti la Nipashe mwanga wa Mi? Vigogo mtegoni. Vigogo wapi hao? Ni wanaomezea mate ubunge, wengi ni mabosi wanene serikalini. Samia awapa agizo, CCM yaweka ukomo viti maalumu, endelea katika ukurasa na mavili <gibu> hao mabosi ni wanene jamani huko serikalini, wanataka nini? Uh, wanamezea mate viti vya kuwa wabunge. <laughs> Yameandikwa vigogo mtegoni. Lakini ACT Wazalendo kutoshiriki vikao baraza la vyama. Jela kwa kuuza kugawa viwanja eneo la mradi. Jamani hey, jamani, miradi imetengwa, wewe oh, unachukua unaenda kuuzia watu seriously. Hayo yameandikwa katika gazeti la Nipashe. Yalivyo maisha ya Tundu Lissu nje ya siasa hapo tafahamu zaidi katika gazeti la Nipashe, ukinunua utasoma sasa. Lakini gazeti la Mwananchi hapa anasema uamuzi mgumu, viti maalum sisehemu, utaratibu mpya uanza, utaratibu mpya kuanza. Lakini Samia aonya vigogo wanaotaka ubunge. Hapa amesisitiza, amesema wamo wakuu wa mikoa, wa wilaya na watumishi wa umma wanaopigana vikumbo kusaka ubunge, awapa agizo akionya watakaotoroka ubabe wa watendaji kwa wawekezaji moto. Hapo amesema amewaonya Nyie wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya ambao mnataka kufanya figisufigisu figisu mue wa bunge, jamani, mmeonywa mapema. Lakini pia gazeti la Habari Leo anasema Samia aonya usumbufu kwa wawekezaji nchini, aadharisha mabavu, agiza wabadhirifu washughulikiwe, lakini atoa msimamo viongozi wanaotaka kugombea uchaguzi mkuu. Habari unapata katika ukurasa namba tatu. Serikali yapunguza utegemezi wa bajeti, habari hii pia unaipata katika ukurasa namba tatu katika gazeti la Habari Leo. Gazeti la Majira, Rais Samia atimiza yote aliyoyaahidi, ni katika sekta ya elimu, afya, miundombinu, maji, kurejesha vyanzo vya mapato almashauri. Afichwa siri yamekeka, waziri apewa rungu. Habari tunapata katika ukurasa namba 4. Mchengerwa anasema alat tegemeo la mwananchi, miradi ya maendeleo. Habari tunapata katika ukurasa namba 4. Gazeti la Uhuru, ukweli vijijini, Rais Daktari Samia aainisha mafanikio miaka minne, bajeti sekta ya afya ya Zanzibar yapata hadi bilioni 830. Karantini tuhuma za kusababisha TRI hasara ya shilingi milioni 125. Haya, sasa gazeti hilo Matinga, sauti ya wanyonge, Samia awatega madici, lakini CCM yaja na kazi na utu, tusonge mbele, yameandikwa Daktari Nchemba awasilisha mapendekezo mfumo wa ukomo wa bajeti 2025 2026, jambo la habari mwisho wa magazeti ya asubuhi ya, ya leo. Miaka minne ya daktari Samia, uwekezaji miradi ya maji safi trilioni 1.19, lakini daktari Samia awashauri viongozi wa serikali, habari unapata katika ukurasa namba tatu. Kliniki ya daktari Samia yafika mkoa wa Kilimanjaro, habari hii pia unapata katika ukurasa namba tatu. Hayo yameandikwa katika gazeti gazeti hili la jamvi la habari, na mimi sina la ziada katika magazeti ya asubuhi ya leo. Nimekusomea machache kati ya mengi ambayo yameandikwa. Hakikisha tu unanunua nakala yake, kisha ukapitia kile ambacho kimeandikwa katika magazeti asubuhi ya leo. Zaidi ya yote, niseme asante kuchagua na kutazama SQF magazeti ya asubuhi ya leo, na tumaini pia hata kesho tutaungana tukiwa wazima wa afya, na mimi nitakupitisha kwenye vichwa vya habari ambavyo vitakuwa vimetikisa ulimwengu uh, siku ya kesho. Nikutakia asubuhi njema, ninakupenda sana. Ulikuwa nami Pendo Godson.